Viongozi wa Kenya Kwanza wamemkosoa Rais mstaafu Uhuru Kenyatta kutokana na matamshi yake kuhusu mageuzi yaliyoletwa na Rais William Ruto aliposhika hatamu za uongozi, wakimtaka amheshimu rais aliye mamlakani kwa sasa kama walivyofanya watangulizi wake. Wakiongozwa na naibu wa rais profesa Kithure Kindiki, viongozi hao wametaka wanaoikosoa serikali kutoibua maswala yasiokuwa na msingi, wakitaja miradi inayoendelezwa na rais Ruto kuwa bora kuliko iliyokuwepo hapo awali. James Mwangi na taarifa kamili. Saa chache baada ya rais mstaafu Uhuru Kenyatta kukosoa uongozi wa rais William Ruto hasa kutokana na mageuzi aliyowafanya katika sekta ya afya na kuondolewa kwa mpango wa Linda Mama. Karibu sana wa Kindiki. Wandani wa rais Ruto wakiongozwa na naibu wake Profesa Kithure Kindiki wamejitokeza na kutofautiana na yaliyoibuliwa na rais mstaafu Uhuru Kenyatta, wakimtaka kumheshimu rais aliye mamlakani kwa sasa kama walivyofanya marais wa hapo awali. tusilete maneno ambayo hayana ukweli. those correcting this government those that, those that want this government to perform better must correct us with facts. Kindiki amebaini kuwa kuna baadhi ya viongozi wanaoibua maswala yasiyokuwa na msingi, akitaja kuwa hata hapo awali wizara ya afya ilikumbwa na matatizo lakini kupitia serikali ya sasa wizara hiyo imeimarika hata zaidi, hasa kupitia bima ya afya ya SHA ambayo imeimarisha huduma za matibabu kwa wananchi wote nchini. Hii programu mpya haimaanishi ya kwamba hatuko katika ile programu ya kusaidia akina mama wajawazito kupitia Linda Mama, tumeboresha. Hiyo Linda Mama imekuwa hata kubwa zaidi. Sio mama pekee tunalinda. Amewataka wanaonuia kuikosoa serikali kufanya hivyo kwa kuibua masuala ya kweli akirejelea kuondolewa kwa mpango wa Linda Mama anaosema ulitoa matibabu ya bure kwa kina mama pekee. Suala lililotatuliwa na bima ya SHA inayotoa matibabu kwa jamii yote kwa ujumla. Today. Kiongozi wa wengi katika seneti Aaron Cheruiyot amebaini kuwa idadi kubwa ya changamoto zinazoshuhudiwa nchini wakati huu zinatokana na uongozi mbaya ulioendelezwa na serikali ya hapo awali. Akimtaka rais mstaafu Uhuru Kenyatta kujiepusha na siasa kama walivyofanya watangulizi wake baada ya kustaafu. Uhuru Kenyatta mstaafu, wewe kuwa muungwana kama wale rais wengine walipostaafu. Wakati Moi alienda retire, mliwaye msikia akiongea siasa? Wakati Kibaki alienda retire, mlimuona akifanya siasa? Please President Uhuru Kenyatta, retired. Honor the office of the presidency that the people of Kenya Once gave you an opportunity to serve in. Do not behave like a cheap politician. James Mwangi, Undugu TV.